Awile e, waenga wanasema huwezi kupata vigelegele wakati wa kuzika hmm. Ndio kitu ambacho kimeenda kutokea Benjamin Mkapa, tumekuwa kama tuko kwenye msiba vile, kwa sababu kile kilichotokea kule Eswatini eh, leo tulichokuwa tunakiamini Benjamin Mkapa, tunaweza tukasema Benjamin Mkapa imetusaliti hmm. Pengine sijui kwa sababu wenzetu wakianza mechi, mechi zetu zinakuwa ngumu sana Jana nahisi kama wamejifukiza mno, yaani mechi imekuwa ni ngumu sana sana sana mm -hmm. Tunawapongeza wapinzani wetu ambao tulishinda kule kutokana na makosa ambao wameyafanya, lakini leo tumetengeneza nafasi japokuwa hatujaweza kuzitumia, lakini hawakufanya pia makosa mengi. Tunawapongeza sana pia Simba Sports Club. Kuna vitu ambavyo kocha amerudi kwenye uwanja wa mazoezi anatakiwa avifanyie marekebisho mapema zaidi kabla hatujaingia katika, kabla hatujafika katika kwenye mechi za za makundi. Tumemwona mwalimu akianza na mfumo ambao wana Simba hawajazoea. Leo ameanza bila mchezaji mshambuliaji juu Pengine inaweza kawa imepelekea leo kupata matokeo haya, a, pia inachangia, lakini moja kwa moja unaona kocha kocha, kwa sababu kuna vitu ambavyo anavitengeneza kwa Simba Sport Club, kwa sababu anataka awe na mifumo zaidi hata Walau ya minne ili kusudi angalia ni mfumo upi ambao ye unaenda kumpa matunda. Ndio maana unaona kila namna anajaribu wachezaji pengine ambao walianza kule, leo umeona wakina Kibu Dennis ambao moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza walienda wakaanza, lakini hawajatupa kile kitu ambacho mashabiki wa Simba tulikuwa tunahitaji. Lakini tunashukuru kwa sababu mapungufu haya ambayo yalitokea kule kwenye mechi ya, kwenye mechi uwanja wao wa nyumbani tukaenda kuyatumia yale yale Benjamin Mkapa leo tumeshindwa kukifanya kile kitu ambacho mashabiki wengi sana kulikuwa. Pia tunampongeza kocha wao kwa sababu tactical ability alienda kuisoma mapema ya Simba Sports Club kwamba hawa watakuja na namna gani ya mchezo, kwa hiyo akawahi kwenda kuzitafsiri mbinu za Simba ndio zikaenda kuzuia ili kusudi Simba kusiende kupata goli. Kocha hmm, tatu bila lake valionaje? mpira yake ni zuri sana lakini bado kocha, unajua amekuja kwa Simba Sport Club, lakini amekuja kwa muda mfupi sana, bado anahitaji muda mwingi sana. tuliona kwenye mechi ya kwanza Simba, of course, mechi ya kwanza ilikuwa inavutia tofauti na Simba ambavyo leo imecheza mpira. Leo ulikuwa ni mpira mgumu, haukuwa mpira mzuri sana, pengine kama tunavyosema pia ubo, wapinzani waliweza kugundua kwamba wapi wamekosea. Yale makosa ambayo waliyafanya wameenda kwenye kiwanja cha mazoezi, wameenda kuyatibu kwamba hatuwezi kutumia makosa, hatuwezi kutokea makosa kutokea kama haya, ndio ambayo tumemlipa. ndio maana unaona kipindi cha kwanza mpaka kinaisha, Simba hatujapata hata hata on target moja ambao tumeenda kumsalimia mlinda mlango. Kwa hiyo tunawapongeza wachezaji wetu, pia tunawapongeza na wapinzani wetu, tulipata wapinzani sahihi, japokuwa watu wengi walikuwa wanawabeza sana, kutokana na magoli ambayo tulienda kuwafunga kule, watu wengi walikuwa wanajua, lakini tumekosa hata goli moja, hata milioni tano moja tumekosa na. Eli Kibisa wala mpanzu, siku baada ya siku kiwango kinashuka, pengine unahisi nini kifanyike sasa, kuanzia sasa kwake? Ah, wadada zetu wamwache. <laughs> Kijana ameingia bongo vibaya. Of course, ukiangalia kiwango cha ile mpanzo sio yule mpanzo ambayo amemaliza kwenye ligi hii hey, lakini amejiingiza kwenye mkumbo wa dada wetu. Sio huyu mpanzo ambaye sisi tunamjua, tulikuwa tumemwimba mpanzo. Kila mechi anashuka kiwango, angalia mechi ambayo amecheza dhidi ya Gabeloni ameshuka, angalia mechi ambayo amecheza juzi ameshuka, sasa hivi ndio ameshuka zaidi. Mpanzo anaweza akawepo kiwanjani bila kugusa mpira au kuonesha matukio moja au mawili, unaweza ukajua mpanzo kwamba hayupo. Kwa hiyo yu, sio yule mpanzo ambaye mashabiki wengi ambao tulikuwa tunamwimba, sasa hivi tunamwimba tu mtoto wa kitanzania hapa hapa ni mchezaji ambaye anaonekana na anaonyesha anaonyesha ni kwamba hata wakina hawa kama wataendeleza na kiwango duni ataenda kuchukua namba mapema sana. Mechi mbili zijazo ni mnaenda kukutana na Azam mbele, Pantev, mbele, Ale, mnamwona, mbele ya kocha Dimitri Pantev mbele ya Simba leo mnamwona akitoboa mbele ya Ibenge e, ni mechi ngumu sana. Kwanza tunaiangalia Azam, sasa hivi tunaweza tukasema ni Azam ya asali na maziwa. Azam sasa hivi imebadilika, tumeiona wao kwenye kombe la shirikisho wameenda kushinda magoli tisa. Kwa hiyo inaonekana ni Azam ambayo tofauti na amesimu nyuma, kwa sababu anakocha pale ambao kwenye bara la Afrika analijua vizuri na pia ni mzoefu hata kwenye mashindano ya kimataifa. Mechi itakuwa ni ngumu sana, ambaye atazichanga karata zake ta vizuri zaidi ataenda kuwin, lakini sisi na Azam tunajiwana waliobadilika ni kocha, na pia sisi tuna meneja wa ufundi kwao. Nadhani mechi itakuwa ni nzuri sana na pia mechi itakuwa ni ngumu, ambaye atachanga garata zake vizuri ataenda kuibuka na alama tatu muhimu, kwa sababu tunaenda kwenye mwendelezo wa ligi kuu. Ukiangalia Azam naye ameshinda mechi zake, vivyo hivyo kwa Simba Sports Club kwao. Simba tunahitaji pale ili kusudi tuweze kusogea. Ukiangalia kwenye ligi yetu, si mpinzani wetu mkubwa ni Young Africans. Kwa Adam of course, ni timu nzuri lakini so mpinzani wetu mkubwa sana wa kudumu, lakini kwa sababu ana wachezaji wazuri ambao wamesajili msimu, pia ana kocha mwenye mafanikio tunaenda kushuhudia mpira mzuri. William, ache masiara. Wewe ulitegemea we, we, leo kupata sare? Hapana, hapana, hapana. yeah. Mimi leo nilikuwa najua goli yani, tano zimepungua. Yaani tano zimepungua. Ndio maana nakwambia tumeshinda, lakini hatuna yeah. furaha kama mtu wa kwenye msiba hauwezi kupata vigelegele wakati wa kuzika. Wewe hapa ninapoongea na au na furaha, sina furaha kabisa. Yaani sina furaha kabisa kabisa yani kwa Simba Sport Club. Nilikuwa naamini hapa magoli yatakuwa ni mengi. Kama ugenini tumeweza kushinda goli 3. Kwa hiyo nilikuwa naamini hapa Benjamin Mkapa leo. Pengine hata Msigwa nilivyokuwa mwanzo nje nilikuwa nadhani aje na kilikuu zile hela abebe kwenye keli. Kwamba hazitatosha milioni 15, 15, 16 naweza kujaga nazo. Nilihisi kama hazitatosha. Nilihisi leo keli ya magoli. Mimi nikajua 7 zikipungua sana 5 pengine sasa mnaweza mkaanza mka kujifunza kwa wenye, wenzenu Young Africans kucheza mechi za nyumbani Hapana, Yanga wana vitu vingi vya kujifunza kwa sababu sisi ndo baba uu, thani, wa mpira huu. Nadhani hasa kwenye mechi hizi za kimataifa tunaangalia hata Azam, japokuwa amecheza ameshinda, lakini timu tu ambayo inatenganisha tu nyumba ni nyumba tu ambayo ni bahari inatenganisha, lakini timu ya kutoka hapa hapa sisi Simba tunajua sana namna ya kucheza mechi za nyumbani. Of course jana Yanga ameshinda ndo, kama nilivyokwambia, pia Simba akianza kutangulia Yanga kucheza mechi yetu inakuwa ni ngumu sana. Siku kuna vitu waga anaacha atoi nadhani ule moshi jana ulikuwa kuna moshi hapo zimamoto, yeah, wametembea wamezunguka uwanja mzima Mkapa, mm. Uwe, nyumba ina, nyumba inaungua, nasema nyumba inaungua, wa Benjamin Mkapa lakini hawajui moto umeanzia wapi. Kuchezea huku aa, tunacheza shamba la bibi.